Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe. Leo tuna video ya kutengeneza glucose kwa ajili ya kutengenezea fondant na kuweka kwenye keki, kwenye bezi yako kabla ya kuweka keki. Hapo nitatumia vikombe viwili vya sukari. Unaweza kutumia sukari ya brown, unaweza kutumia nyeupe, wewe mwenyewe utaangalia na ulionayo: vikombe viwili vya sukari, kikombe kimoja cha maji. Nikaweka jikoni, nikaweka moto mdogo, nikaanza kukoroga Koroga koroga mpaka uone sukari yoyote imeyeyuka. Ikishayeyuka unakuja unaweka limao. Nikiweka kikombe kimoja, naweka limao moja. Nikiweka vikombe viwili vya sukari na maji ya limao, naweka mawili, nategemea na ukubwa. Kama leo ni kubwa sana, naweka moja. Kama ni madogo madogo, unaweka mawili, kama hivyo. Nikaendelea kukoroga, moto uwe mdogo. Ukiwa mkubwa sana haitapendeza, kwa hiyo jitahidi moto wako uwe mdogo mdogo. Hapo imeanza kuchemka kidogo kidogo, kama tunavyoona inachemka inatoa na mapovu. Ukiona imechemka sana, tafuta kibakuli, weka maji, chota nani yako kidogo uweke. Ukiona imegandia, ujue iko tayari. Ukiona bado inaeukia kwenye maji, ujue glukozi yako haijaiva. Unaendelea kuiacha jikoni, unapunguza moto kama hiyo nilivyofanya. ili yuka nikaona bado nikiendelea kuiacha, inavyozidi ukaji jikoni, nazidi kuwa nzito, na bado ikiendelea kupoa, inazidi kuwa nzito. Kwa hiyo jitahidi ukadilie, isiwe nyepesi sana au isiwe nzito sana kwa sababu inavyoendelea kupoa inazidi kuwa nzito. Kama hivyo imeanza kuleta mapovu, naona kabisa hapo inaelekea. Hapo nikazima jiko, nikakoroga koroga, ikawa na uzito kama hiyo. Glucose yetu iko tayari, inanukia vizuri, pia iko sawa sawa. Baada ya kupoa kabisa, nikachukua kikontena changu, kilikuwa kuna glucose kidogo, nikaweka pia. Glucose maduka, vifaa vya keki wanauza, unaweza kununua pia. Kama unaona umebanana, unaweza kutengeneza kama hivyo unaweza ukatumia kwenye kutengenezea butter cream na vitu vingi. Baada ya hapo, glucose yetu iko tayari kama hivyo tunavyoiona, sio nyeupe sana kwa sababu na sukari haikuwa nyeupe sana. Ukitaka iwe nyeupe sana sukari ya... Baada ya hapo, glucose yako iko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia ya video yangu. <laughs>